Mastaa na watu maarufu mbalimbali wamejitokeza kutoa pole uh, kwa kile kilichotokea siku ya Oktoba 29, na ambao ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania kwa Tanzania bara na visiwani, lakini vile vile na Oktoba 30 uh, ambapo kulitokea vurugu pia za maandamano kupinga uchaguzi mkuu nchini Tanzania, lakini mauaji mengi yameripotiwa kutokea na video mbalimbali mba zinaonyesha Watanzania wengi wakiwa wameuliwa. Asa mastaa amejitokeza akiwemo Nandi ambaye kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika, natoa pole za dhati kwa familia, ndugu na Watanzania wote. Mungu awape faraja waliopoteza wapendwa wao, na atupe sote hekima, amani na umoja kwa taifa letu katika wakati huu. Lakini mwingine ni Joh Makini ambaye kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika, pole yetu sote wa Tanzania, lakini zaidi kwa ndugu, jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wao. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika kipindi hiki kigumu. Akuishia hapo kuna mwingine Diamond Platnumz, kupitia ukurasa wake Instagram pia aliandika Mwenyezi Mungu ndio mpanga wa yote, na hapajatokea jambo pasipo yeye kutaka, na kila jambo tokea kwa sababu Inshallah, na hili, sababu na kwenye hili Mwenyezi Mungu atujali sababu, yenye baraka kubwa kwa taifa letu, atujali amani zaidi ya tuliyokuwa nayo mwanzo, na atujali upendo zaidi, umoja zaidi, mshikamano, kupendana, maendeleo na azilaze roho za waliotangulia mahali pema Peponi. Amen lakini vilevile uh, mwanamasumbwi mwa Mwakinyo, yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika hakuna maneno yanayotosha sawasawa kuelezea familia zilizopoteza wapendwa wao ambao ni ndugu zetu pia. Kifo ndio ahadi pekee ya kweli inayopaswa kuheshimiwa maishani, huja mara moja tu, ingawa zipo sababu nyingi zinazoweza kupelekea kifo cha mtu, lakini mara nyingi mtu anapokufa hakuna sababu inayotosha kulinganisha na wewo wake Mungu atusamee sisi wote maiti watarajiwa, na awasamee makosa yao ndugu zetu walipokosea kwa Mungu na kwa binadamu wenzao. Mungu akaatie nguvu wazee na familia zote kwa ujumla. Tunaungana nanyi kama taifa kwenye nyakati zenu hizi ngumu za mapito. Ben Pol aliandika, kama Mtanzania, moyo wangu umejaa na huzuni. Siku chache zilizopita tumepoteza kina kaka, dada, mama, baba na marafiki. Taifa letu limegubikwa na huzuni kubwa. Kwa kila familia inayoomboleza, tafadhali pokeeni rambirambi zangu za dhati hawa waliopoteza maishani maisha, maisha hawakuwa tu namba bali walikuwa ni maisha yenye kusudi, ndoto na hadithi zao. Mungu awape faraja wale wote walioguswa na msiba huu, na roho za wote tuliwapoteza zipumzike kwa amani. Elizabeth Maio maarufu kama Lulu kupitia ukurasa wake wana liandika: Uh, dia Tanzania samahani kwa kukuchukulia poa samahani kwa kutothamini yale mazuli yote uliotupa bila malipo yote, tumekukosea na tumekufelisha hatuna budi kukubali hivyo katika yote binafsi, bado nina imani na wewe. Najaribu kujishawishi kwamba pengine ulitaka kutupa funzo la kujua thamani ya yale yote tuliyoyaona ya kawaida sana. Tumejifunza japo kwa njia ngumu sana, ila tumejifunza. Kwa mapenzi ya Mungu, tupe nafasi nyingine. Tupo tayari, tumekukosea na tumejifunza kweli, kila mmoja wetu kwa upande wake, bila kujali tofauti zetu za umri, elimu, itikadi na kadhalika kwa mapenzi ya Mungu tuwezeshe kuponya mioyo yetu, kila mmoja sawasawa na majeraha yake. Turudishie tena ule upendo, amani na mshikamano, turudishie ile familia moja ya kuweza kuwa na mtazamo tofauti, lakini bado tukaa familia moja, ile familia yenye kuweza kukubaliana kuto kukubaliana kwa hekima. Na kama kwa mara nyingine tena, kama itakubidi kutupa mafunzo, maana tutaacha kujifunza, basi tuchagulie namna rafiki zaidi. Wewe ndio asili nchi yetu, ardhi yetu, kimbilio letu, umebeba historia zetu, umebeba bar baraka zetu na sio laana. Nimetamani sana kukaa kimya, kujisaulisha, lakini nimegundua njia mojawapo ya kupona ni kukubali tumekukosea na kurekebisha kuanzia sasa. dia Tanzania, tuombe rehema za Mungu, huruma ya Mungu, lakini zaidi ya, uh, zaidi hekima yake yeye kuzidi uwezo wetu kwa kibinadamu. Alimaliza hivyo uh, Elizabeth Michael. Lakini kwa mauasama pia, yeye Kupitia ukurasa wake wa Instagram waliandika, nyakati za mapito zinakuja na, na mambo mengi, umoja na amani ndio ubora wa tunu ya ya taifa letu. Mungu ibariki Tanzania na uwape nguvu wale wote waliopata madhara ya kupoteza upendo wao na mali zao. Mungu ibariki Tanzania. Ee bana, au ni baadhi ya mastaa tu ambao wamejitokeza kutoa salamu zao za lambilambi kufuatia hiki ambacho kimetokea cha watanzania wengi kupoteza maisha kwenye Uh, vurugu za maandamano zilizojitokeza Oktoba ishirini na tisa na Oktoba thelathini. Mimi ni Tsedi Travis. Chao.